Ni maandalizi ya uzinduzi wa mbio za mwenge kitaifa ambapo kwa mwaka 2025 mwenge huu unazinduliwa ndani ya mkoa wa Pwani ikiwa ni mara ya kwanza katika historia ya mkoa huu. Uwanja wa Shirika la Elimu Kibaha ndipo mahali ambapo mwenge huu utazinduliwa. Maandalizi hapa yanaonekana kukamilika, kwa Mkuu wa Mkoa wa Pwani Abubakar Kunenge na viongozi waandamizi wamefika katika uwanja huu kujionea maandalizi ya hatua za mwisho mwisho kabla uzinduzi wa mwenge huo. Lakini uwanja umekamilika mnaona tumeshajenga jukwaa kubwa eh, ambao ni jukwaa zuri kabisa na kuna sehemu ya viongozi eh, VIP 1 kuna VIP 2 3 na 4 Lakini tumeweka matenti ya kutosha tunategemea, hapa kupata watu takriban elfu elfu kumi na sita. Kwa hiyo tuma, tuna matenti ya kutosha miundombinu ya maji tumeijenga vizuri, tumekarabati mnaona hata sehemu ile ambayo tutakuwa tuna parking ya magari ya viongozi tayari tumepatengeneza na tumeshaweka crash dust kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakutakuwa na sote. Barabara zote mnaona tumezikarabati vizuri na maeneo ya raiki yako vizuri. Kwa hiyo niwaambie tu tunafunga na taa pia, uwanja huu utakuwa na, e, na mwanga wa kutosha, hata kama utataka kufanya shughuli usiku au vijana wakitaka kufanya mazoezi baadaye wanaweza wakafanya muda wote, kwa sababu asababu kuna uwanja wa kutosha kuna ulinzi tumeweka kutosha, mifumo ya maji safi ipo na maji taka ipo. Kutokana na tukio hili la like, kitaifa kufanyika ndani ya ardhi ya mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa amewaomba wananchi wa mkoa huo kujitokeza kwa wingi kushiriki ili kushuhudia namna ambavyo mwenge huo utazinduliwa na kukimbizwa katika halmashauri zote za mkoa wa Pwani. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana sana wakazi wenzangu wa mkoa wa Pwani, karibuni wakazi wa mikoa jirani karibuni, na Mtanzania na mtu yoyote ambaye kwa kweli anapenda kuja nimwambie njoo tu. Tutakuwa na sherehe nzuri na tukio hili litakuwa la kihistoria. Tumejipanga vizuri sana, tuna rahisi nzuri. Sehemu ya kupokea wageni tumeiweka vizuri, utaratibu watu kufika hapa uwanja e, wetu una njia kubwa mbili ambazo hakutakuwa na msongamano wote, lakini tumeweka utaratibu mzuri pale katika, kuna kiwanja karibu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Viongozi wataacha magari yao pale na tutakuja kwa usafiri wa pamoja, wakisha tunapunguza msongamano kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana, karibuni, mjitokeze kwa wingi. Hii ni heshima na fursa kwa wakazi wa mkoa wa Pwani huweza kuwasha mwenge wa uhuru mwaka huu kwenye mkoa wetu, ambao kimsingi ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa serikali. Mnafahamu nchi yetu inafanya uchaguzi mkuu mwaka huu, kwa hiyo sote tumepata heshima hii, na kwa kweli tunaanza kuonyesha kwamba uchaguzi utakuwa na mafanikio kwa sababu maandalizi haya imeyafanya vizuri. Tunaamini hata Uh, shughuli yetu ya uchaguzi tagavi kwai tukda pasiii kuwakaribisha sana. Tuko vizuri kama ambavyo mmeona. Harun Shamsanga, Mgawe TV.